Na ndio maana mimi ninapokutana na watu wanasema Mungu ni mmoja, sema yes, hata mashetani wanajua ni mmoja, hata mitume wanajua ni mmoja, hata Yesu alisema ni mmoja, hata Moses aliandika ni mmoja. Lakini huyo mmoja amejierezaje? Kwanza turudi kwenye Biblia ambao ndio neno la Mungu lilo hai la kweli. Tuanzie na agano la kale, na mafungu ni mengi sana, nitasoma kidogo tu. Nenda, ne nendagala, kitabu kile cha Mwanzo, sura ya kwanza msari wa 26 na 27, tuangalie huyo Mungu mmoja, huyo Bwana Mungu vile anavyojifunua mwenyewe. Hatuhitaji kuambiwa na mwanadamu, but the Bible will tell us, and listen very careful. The Bible is the inspired word of God. Is the only book that reveals the nature of the holy Spirit. Bila bila Biblia hatutajua the nature of the holy Spirit. Is only the Bible, Genesis 1:26 to 27. Mungu akasema akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema eh, hiyo imekubaliana na Bwana Mungu wetu ndiye mmoja, imekataa Mungu akasema. Is it singular or plural? singular our god is one. Sasa sikiliza huyo, so, Mungu akasema akasemaje, msomaji, na tumfanye mtu kwa, mtu kwa mfano wetu, tumfanye mtu kwa mfano wetu, tumfanye alafu wetu, is it singular or plural? Plural. Na unajua hakuna ubishi katika kitabu cha Moses alichoandika kuhusiana the nature of god, because the nature of the Holy Spirit is the nature of god. Now god said, Biblia kinyesa inasemaje? Can somebody read english version.

in our image and that is genesis that's genesis hii inaonesha kwamba mungu akasema lakini anaposema is speaking in a plural form right from the book of genesis when god speaks he speaks in a plural form let us make man in our image not in my image but it is one god In plural form. Hallelujah. Let's go to Genesis chapter 3 and verse 22. Mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini na mbili. When man fell into sin, wakati anaanguka dhambini, alisemaje? Sikiliza Mungu alichosema. When God speaks in Sikiliza Mungu alichosema. When God speaks in plural form, Bwana Mungu akasema. Bwana Mungu akasema. Is it singular or plural? Singula. Bwana Mungu akasema, sio mungu akasema? No, akasema. Akasemaje basi? Hey, huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, amekuwa kama mmoja wangu ama mmoja wetu, mmoja wetu. Lakini anayesema ni nani huyo? Ni Bwana Mungu, ni Mungu mmoja. Na anasema huyu Adam amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, mabaya. Let's go to Genesis 11 the sixth and seventh. Bwana akasema wakati wa mnara wa Babeli, wakati wanajenga ule mnara to the crowds, sikiliza alivyosema. Anza kusoma usikie. Bwana akasema, Bwana akasema in singular form. Bwana akasema, akasemaje? Tazama, watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, haya ndio wanaanza kuyafanya haya, wala sasa hawatajizuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Mstari wa saba. Haya. Haya. Na tushuke huko tuwachafulie usemi wao. Na tushuke tuwachafulie. Can I hear from English version? Tuwachafulie. Tuwachafulie. Tuwachafulie nini? Lakini ni Mungu anasema in plural, no, in singular. God is one but when he speaks let us go down us it's not a singular it's plural. Nicho ni kitabu cha mwanzo